Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku, leo Ijumaa, juma la saba kipindi cha Pasaka, mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 25 aya ya 13 hadi ya 21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 Simoni wa Yohane, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyoambiwa mara ya tatu, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa na kupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Akasema, amin amin, na kuambia, wakati ulipokuwa kijana Ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuchukua usikotaka. Akasema neno hilo kwa kuonyesha ni kwa mauti gani atakayomtukuza Mungu. Naye akiisha kusema hayo akamwambia, Nifuate. Neno la Bwana. Ndugu msikilizaji, karibu tutafakari pamoja maandiko matakatifu tuliyoyasikia hivi punde. Tuongozwe na ujumbe usemao upendo unaotuwajibisha. Sehemu ya maandiko matakatifu tuliyoisikia hivi punde ni mdahalo baina ya Yesu na Simoni Petro. Ni muda baada ya Yesu kufufuka na Petro kukosa tumaini na kurejea katika kazi yake ya mwanzo yaani uvuvi wa samaki badala yake. Ni muda baada ya Yesu kufufuka na Petro kukosa tumaini na kurejea katika kazi yake ya mwanzo, yaani uvuvi wa samaki badala ya uvuvi wa watu kama inavyodokezwa na mwinjili Mathayo sura ya nne aya ya kumi na tisa akamwambia nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu miongoni mwa walioambiwa ujumbe huo Simoni Petro alikuwamo. Ni Petro ambaye alijibu kwa ujasiri pale ambapo wanafunzi wengi wa Bwana wetu Yesu Kristo walirejea nyuma. Rejea Injili ya Yohane sura ya 6 aya ya sitini na nane twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima. Ni Petro huyo huyo ambaye ameombewa ya kuwa imani yake isitindike ili akiisha kuongoka awaimarishe na wenzake. Ni Petro ambaye kanisa limeachwa juu yake, yeye ndiye mwamba ambao Kristo amelijenga kanisa lake. Rejea injili ya Matayo sura ya 16, aya ya 18 a, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Mara baada ya Yesu kuuawa kwa kusalitiwa na Yuda mwana wa Simeoni ya Iskarioti na kukataliwa mara tatu na Simoni Petro mwana wa Bariona anafufuka kutoka kaburini siku ya tatu. Petro anafahamu hilo, lakini ni kama anaona shaka au anapigwa na bumbuwazi juu ya kufufuka kwa Kristo, kwani mara hii Kristo anapofufuka anawatokea wanafunzi wake na kuondoka hakai pamoja nao kama alivyokaa nao mara ya kwanza wakati wa maisha yake na utume wake kwa muda wa miaka mitatu. Petro kwa kuona shaka, anaamua kurudia kazi yake ya kwanza, yaani uvuvi wa samaki. Anasahau wito aliyoitwa na Bwana wetu Yesu Kristo, yaani kuwa mvuvi wa watu. Ndivyo ambavyo mimi nawe tunajua jinsi Mungu alivyokaa nasi, lakini nyakati za shaka tunasahau wema wa Mungu, tunarejea nyuma mara katika imani zetu. Siku hii itukumbushe kusimama katika wito wetu wa kwanza na kumpenda na kumtumikia Mungu hata wakati wa dhoruba na wakati wa kutokuelewa mambo ya usuwi wa imani. Katika somo tulilolisikia hivi punde, Yesu anaoji upendo wa Simoni Petro kwake, kama je, anampenda Bwana. Mara tatu anafanya hivyo kwa kuuliza swali hilo hilo moja tu, je, wanipenda? Kwa nini Yesu anamuuliza Simoni Petro mara tatu? Ilikuwa ni kanuni ya Wayahudi kupata uhakika wa jambo, waliohoji swali hilo hilo mara tatu mfululizo ili kuhakikisha jibu linalotolewa na mtu anayohojiwa. Yesu anataka kupata uhakika wa upendo wa Petro kwake, ingawa yeye kama Mungu anafahamu yote yaliyo moyoni mwa Petro. Maswali yote ya Kristo ni mfano wa maisha ya kanuni za kitawa za kurudia nadhiri. Yanamtaka Petro arejee nadhiri yake ya kumpenda na kumtumikia daima Yesu Kristo, na kufanya jibu la upendo wa Petro kwa Kristo limpe wajibu wa kutenda wa yaani kulitumikia kanisa lake. Ndivyo kila mmoja wetu leo, kwa nafasi yake na yeyote, kadiri ya wito wake anapodai kutoa jibu la upendo anapaswa kuwajibika na upendo huo, yaani kutumikia watu au kundi alilokabidhiwa. Safari mpya ya Petro baada ya kurejea nyuma haikutaka tu jibu la imani kama mara ya kwanza alivyofanya. Mara hii Yesu alitaka jibu linalotoa mwitikio wa upendo, yaani muunganiko wa ndani kabisa na wakaribu zaidi kwa yule ambaye anamuita upendo ambao tutatimiza matakwa ya Mungu bila shaka yoyote. Nasi tunafahamu kuwa tunapokiri ya kuwa tunampenda Yesu hatutakaa kama watoto waliodekezwa, ila tutapewa wajibu wa kufanya. Kwa hiyo ili kuthibitisha upendo huo, tupokee wajibu wetu kwa moyo wa utayari. Baada ya Petro kukiri kumpenda Yesu, Yesu anampa wajibu, anamwambia tunza wanakondoo wangu. Neno la Kigiriki lilotumika katika neno tunza ni bosko, likimaanisha wajibu wa kutunza, wajibu wa kuangalia kwa karibu, wajibu wa kuwa hapo mara kwa mara kwa wanakondoo au kundi alilokabidhiwa. Ndivyo tunavyoaswa kuwapa kipaumbele wadogo na walio wanyonge, kwani ni katika hao tunaiona sura ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kila mtu ahudumiwe kwa kadiri ya mahitaji yake, siyo kwa kadiri ya vitu alivyo navyo. Katika aya ya 16, Petro baada ya kukiri kuwa anampenda Yesu, Yesu anampa wajibu wa kufanya, anamwambia chunga kondoo zangu. Neno chunga lililotumika katika lugha ya Kigiriki ni poimaino, lenye maana uangalizi wa karibu wenye kuhakikisha ustawi ni shughuli ya muendelezo, yani kufanya hivyo mara kwa mara kuhakikisha hao aliokabidhiwa kuwatunza wanakuwa katika afya ya roho na afya ya mwili, kwani neno la Mungu linatukumbusha kwamba yote tuliyokabidhiwa yatatakwa mikononi mwetu. Katika aya ya 17, safari hii jibu la Petro linakuja na sauti ya kilio na sikitiko, anajibu kwa kilio. Huenda Petro mara hii alijiuliza, kwa nini Bwana wangu aniulize swali moja mara tatu? Je, haniamini tena? Je, ninastahili wajibu huu anaonipa? Petro anapewa wajibu tena, lisha kondoo zangu. Mara hii Petro anasisitizwa kubaki mwaminifu daima kwa kazi aliyopewa. Anakumbushwa kuliangalia kundi la Bwana pasipo kuchoka, kwa uvumilivu, pasipo kurejea nyuma. Ndugu wapendwa, jibu la kumpenda Yesu linatupa zaidi ya wajibu wa kufanya, linatupa nafasi ya kujitoa katika maisha yetu yote, yani kuyafanya maisha yetu kuwa si chini ya miliki yetu tena, lakini kuwa mali ya Mungu. Tuifanye tayari mioyo yetu kuyapokea yote ambayo kwa upendo wetu tumejibu kwamba tunampenda Bwana. Hivyo anapotuagiza kulihudumia na kulisimamia kundi lake katika nyajibu zetu mbalimbali mbali, katika hali ya kiroho na ya kijamii, tuifanye mioyo yetu tayari. Wito huu huhitajiki tu katika mambo ya kiroho, ni katika shughuli zote ambazo tunazifanya katika maisha yetu, yaani kuwashirikisha watu karama na vipaji mbalimbali alivyotujalia kama sehemu ya upendo wake kwetu. Hivyo katika maisha yetu tunapewa mwaliko huo wa pekee kufuata shauri ambalo Mtakatifu Paulo anatuambia, kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo fanyeni kama kwa Bwana. Barua ya Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya tatu aya ya kumi na saba. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Iliyekuletea tafakari hii ni mimi frateli Keli Idi Mwandiga, ushirika wa misionari wa damu takatifu ya Yesu, kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!